Online TV kwa majina anaitwa Alawi Abdallah ni, uh, ni mwenyekiti wa bodi wa kampeni ya Mama Asemewe taifa, lakini pia ndiye uh, katibu mkuu wa jumuiya wa Tanzania waishio nchini China. Sasa kuna vikundi vya watu wachache ama kikundi cha watu wachache ambao wanakuja na kupotosha Watanzania lakini pia kutumia nafasi yao walionayo ya kuishi katika nchi hizo nyingine na kuweza kuchafua taswira ya nchi yetu, kusema yale mabaya e, kuchafua taswira na kuweza kuwapotosha Watanzania, lakini pia kueneza propaganda mbaya juu ya nchi yetu yenye amani ya kutosha ya Tanzania. Lakini wanatokea watu wachache ambao wanazungumza vitu ambavyo kiufupi, ama kiukweli, vinatishia amani ya nchi yetu, lakini pia kuharibu ile taswira, kuharibu Uh, mambo mazuri na maono mazuri ambayo tunayo sisi diaspora na Watanzania wengine ambao tunaishi nje ya nchi kutusemea, na wakati mtu huyo sisi hatujamtuma kuwa kisemeo chetu, hatujamtuma kuwakilisha mawazo yetu. Uh, sisi kama Watanzania ambao tuko huko ambao tumesoma kwa kodi za Tanzania, kwa kodi za Watanzania, tumesoma kwa kutumia uh, sera nzuri za nchi yetu, tumesomeshwa pamoja na ku na kuelimishwa na kuanza maisha yetu wengine baadhi yetu Tanzania kabla ya kuhamia uh, nchi nyingine duniani. Sasa leo hii anatokea mtu mmoja, m, mm? Anasema kwamba nchi yoyote haiwezi kuendeshwa ama haiwezi kuendelea bila kubadilisha chama, eh, bila kutoa chama kimoja kuweka chama kingine. Hivi ni nani aliyemwambia huyo mtu kwamba eh, chama peke yake ndicho kinaweza kuleta maendeleo katika nchi? Ni nani? Sijui ni nani ambaye e, anaweza akakaa chini na akaelewa kitu ambacho mtu huyo ama kikundi hicho cha watu kinamaanisha. Kwa sababu kama chama hakina sera nzuri e, kama chama hakina uwezo wa kutengeneza viongozi e, wenye nia thabiti ya kuweza kuiongoza nchi yetu, kama chama hakina uwezo wa kuchambua sera nzuri kwa niaba ya nchi yetu, kama chama hakiwezi kulinda amani, umoja mshikamano lakini pia kutetea e, mambo ya msingi katika nchi kinaweza vipi kuleta amani ama maendeleo katika nchi hiyo? Kwa mimi nadhani haya ni maneno na maono ya mtu mmoja tu ambaye amekuja kwa ajili ya kuchafua na kueneza propaganda mbaya dhidi ya nchi yetu, na huu mimi nauita ni uhaini tu kama ulivyo uhaini mwingine. Sisi tunaamini kwamba lengo kubwa kabisa la diaspora pamoja na Watanzania wengine ambao wanaishi nje ya nchi lengo lao la kwanza ni kuhakikisha tunaitumia vizuri elimu yetu ambayo tumeipata Tanzania ama pengine elimu yetu ambayo tumeipata ndani ya nchi hizo tunazoishi, kuweza kupeleka teknolojia nyumbani, eh, kuweza kufanya mageuzi ya viwanda kama ambavyo mheshimiwa Rais amekuwa akitoa rai, kuzitumia fursa mbalimbali ambazo serikali yetu imeziweka, lakini pia kuzitumia fursa mbalimbali ambazo zinapatikana katika nje ya nchi na kuweza kurudisha mapato nyumbani. Tunaamini kwamba lengo letu namba moja ni kuhakikisha kwamba tunatangaza utamaduni wa nchi yetu, kuhakikisha kwamba tunatangaza mali asili za nchi yetu, tunaitangaza nchi yetu vizuri, kutangaza lugha yetu nzuri ya Kiswahili na kuweza kuhakikisha kwamba tunapiga hatua kubwa sana katika kuwainua Watanzania walioko nyumbani, lakini pia kuongeza pato la nchi yetu ya Tanzania. Leo hii wanafunzi wanafurahia ongezeko la bumu kwa asilimia kubwa kutokana na sera za nchi ya Tanzania pamoja na serikali. Leo hii tunaona kuna ongezeko kubwa sana la watalii, kuna ongezeko kubwa sana la wawekezaji katika nchi ya Tanzania kutoka katika maeneo mbalimbali duniani, wameongezeka na kwenda kuinvesti nyumbani katika maeneo mbalimbali kwenye real estate eh, kwenye maeneo mengine ya kibiashara na kadhalika. Hayo yote yanatokana na maendeleo mazuri, lakini pia mahusiano ambayo yamekuzwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Leo hii anakuja mtu mmoja, sio amekula marage ya wapi, anakuja kuzungumza habari za uongo habari za chuki na zinazotishia kuharibu amani ya nchi yetu. Hatuwezi kukubali kamwe, hatutokubali e, mtu mmoja aweze kuharibu sifa ya nchi yetu. Tuna mifano mingi ya nchi nyingi duniani ambayo imeendeshwa kwa mfumo wa chama kimoja kwa muda mrefu na kuweza kuwa na maendeleo ambayo hapana nchi nyingine yoyote duniani nayokaribia nchi hiyo. Kwa mfano nchi ya China tangu wakati inapata uhuru mwaka 1949 mpaka leo inaongozwa na mfumo wa chama kimoja, lakini nani asiyefahamu kwamba China ni kati ya nchi ambazo zime succeed zimekuwa na maendeleo makubwa duniani na hakuna nchi nyingine ambazo zinakaribia China? Ni nchi ya pili kwa maendeleo duniani na hilo linafahamika. Nchi kama Japan kwa muda mrefu wamekuwa na utawala wa chama kimoja mpaka leo hii e, lakini pia wamekuwa na maendeleo makubwa ambayo yameisababisha nchi hiyo kuweza kuwa miongoni mwa nchi tajiri duniani ama nchi zenye maendeleo makubwa duniani kwa kuwa na, na chama ambacho kiko very strategic, chama ambacho kinatumia vizuri maliasili za nchi zake na kuweza kuzikonvert kuwa sehemu ya maendeleo ya nchi hizo. Lakini pia tunaangalia leo kuna nchi nyingi ambazo zimebadilisha vyama, vimeingia na kutoka, tunazifahamu hata majirani zetu ambao eh, tangu wanapata uhuru mpaka leo ni zaidi ya vyama viwili vitatu vimeingia na kutoka, lakini tunaona leo hii amani kwao sio kipaumbele cha kujivunia. Kwetu ni amani ambayo tunayo ambayo tumekuwa nayo amba kwa muda mrefuygilibon right. Onlin TV kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na coment Gili Online TV.